Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic, naitwa Dr. Jimmy. leo tutaongelea sababu ambazo zinasababisha presha kushindwa kushuka au wengine tunasema ni presha kushindwa kuteremka. Wapo watu wengi sana wametumia dawa kila siku za presha, lakini unakuta presha yao imeganda kule, yani presha yao haishuki kabisa. Sasa hapa nitakuelezea sababu ambazo zinapelekea presha yako ishindwe a, kushuka. Kama ni mara ya kwanza kufuatia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na comment, ili weze, wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na swali lolote, kama una changamoto yote ambayo imekuwa ikikupa shida, basi ni muda sahihi wa kuweza kutuelekezeni ni changamoto ipi ambayo imekuwa ikikupa shida, ili uweze kupata ushauri zaidi. Sababu namba moja inayosababisha presha yako ishindwe kuteremka, tunasema dawa uliyowekewa sio sahihi kwa mwili wako. Tunachotakiwa kufahamu, tufahamu kwamba presha ina utofauti, na kila aina yake inahitaji dawa tofauti tofauti. Hii ndo jambo kubwa sana ambalo linasababisha watu wengi washindwe kupona, kupona presha kwa sababu pia wengi hamjachukua vipimo vya kutosha, au hamjachukua vipimo kamili. Hivyo dawa ambazo mnapewa unakuta hazishibi kulingana na presha yako ulionayo. Ni moja ya changamoto kubwa sana kubwa. Ndio maana hata ukija kwetu una changamoto ya presha, lazima tufanye vipimo, lakini pia tukusikilize vizuri, kwa sababu wengi mnatofautiana. Kuna watu wana ana dalili fulani, mwingine ana presha dalili fulani, hana kabisa. Hii ndio inaonyesha kwamba presha pia moja kwa moja zinakuwa zinatofautiana. Kwa hiyo maana hata ukija, lazima tufate uo mtiririko tukusikilize, au tukupime vizuri tuweze kuielewa presha yako kiundani. Ndio maana ni rahisi sana kuondokana na changamoto ya presha. Kwa sababu zinakuwa tofauti tofauti, lakini pia wengine wamekuwa wakienda kwa kukariri kwamba mtu fulani alikuwa na presha ya kupanda, yeye alitumia tu dawa fulani anakaa sawa, na wewe unaingia kule kule kwenye ule ule mfumo. Sasa hiyo jamani, ni hatari kwa afya yako. na presha au chomwi sindano, wengi wanaogopa sindano. Presha uchomwi sindano ni, ni, ni kipimo tu ambacho utapimwa hapa mkononi ili kuweza kuona uh, changamu, au, uh, changamoto ambayo imekuwa ikikutesa lakini, namba mbili tunasema ni upungufu wa madini muhimu yanayodhibiti presha. Eh, unakuta ndio maana hapa tunahitaji kukusikiliza vizuri. Tunafahamu kwamba kama hauna potassium ni dalili zipi ambazo unakuwa unazipitia, kama hauna magnesium ni dalili zipi ambazo unazipitia, lakini pia kama una calcium ni dalili zipi ambazo unakuwa unazipitia. Lengo la kuweza kugundua hili ni kwamba je Uh, ili ku, uweze kuwa vizuri sana ili uweze kudhibiti presha lazima hizi virutubisho wenazo lazima haya madini wenayo potassium magnesium na calcium yawepo ndani ya mwili wako inakuwa ni rahisi sana kuweza kupambana na, na presha sasa wengi haya madini yamepungua kwa hiyo wewe anaacha ile mishipa ya damu ikiwa migumu hata hapo ukitumia dawa haifanyi kazi na matokeo yake yanakuwa sifuri au yanakuwa madogo ndio maana tumekuwa tukiwashauri tuki kwamba Hakikisha unacheki upungufu wa haya madini. Ndio maana hata ukija kwetu ukipata ile tiba siri ambayo tumekuwa tukitoa, lazima hivi vitu tuvizingatie, ili mtu aweze kupata matokeo mazuri zaidi. Lakini pia tunasema msongo wa mawazo, wengi tumekuwa tukitumia dawa, lakini bado tunaendelea kuwa na stress. Eh, tunasema hakuna dawa inayoshinda mwili ukiwa kwenye stress sugu, yani kwa magonjwa yoyote, sababu stress yenyewe inashusha kinga ya mwili. Kwa hiyo ukiwa na haya magonjwa sugu na unaeleza kuwa na stresi hupandisha presha kila saa ambayo hii ni hatari moja kwa moja kwa afya yako. Kwa hiyo unapokuwa na msongo wa mawazo, unapokuwa na stress, ndugu yangu, basi jua unapit, unaenda kuingia kwenye kipindi ambacho huwezi kupona, presha yako haiwezi kushuka. Unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unadhibiti msongo wa mawazo. Huwezi kuishi bila mawazo kwa sababu uh, hatujajitosheleza, lakini hakikisha e, jaribu kubalansi hayo mazingira, yatakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia sababu nyingine tunasema ni unatumia dawa zinazoinua presha kujua zipo dawa nyingi sana. Wengi mmekuwa mkizitumia zinainua presha bila kujua. Kwa mfano, kuna dawa za maumivu. Sasa sijajua kwa nini wewe unatumia dawa za maumivu? Ina maana, aa, kama unatumia dawa za maumivu ina maana wewe kuna changamoto ambayo unayo ya kiafya umeshindwa kuitafutia ufumbuzi. Kwa hiyo kama unatumia dawa za maumivu, niambie hapo chini kwenye comment, kwa nini unatumia dawa za maumivu kila siku ili uweze kupata ushauri. Lakini namba mbili tunasema ni dawa za mafua. Umepata mafua kidogo tu, unatumia hizo dawa hizo dawa zinainua presha bila wewe kufahamu. Lakini pia kuna vidonge vya uzazi wa mpango, wale mnaotumia njia za uzazi wa mpango, hii ni hatari kwa afya yenu. Hakikisha eh, unazingatia haya mambo. Ndio maana tumekuwa tukiwaambia kwamba kabla ya kutumia dawa hakikisha unashauriana na daktari, anaweza akachu, akachukua historia yako vizuri, ili ya aweze kukushauri salama kabisa. Lakini pia energy drinks. Wengi, tumekuwa, energy drinks wengi tumekuwa tukitumia sasa, tumekuwa tukitumia sasa. Hii sitaielezea kwa sababu wataalamu wengi wameshaipambanua, wamesha vizuri kabisa na namna ilivyo na madhara yake yaliyopo. Kwa hiyo ni wewe ni kuchukua tahadhari, lakini pia sigara na presha, sigara na e, sigara na pombe, sigara na pombe ni hatari kwa afya yako, kwa sababu huwa haizuii presha kuweza kushuka. Na pengine kitu ambacho hujui ni kwamba ukinywa pombe, ndugu yangu, huwa inakata yani mwili wako haukati calories ndani ya masaa nane mpaka kumi na mbili. Kwa hiyo ni hatari kwa afya yako, na ukinywa glasi tatu ni sawa umekula, ukinywa glasi tatu za pombe uh, ni sawa umekula ugali e, ugali mkubwa na nyama za kutosha ambazo zimekaangwa kwenye mafuta ambayo ni hatari. E, kwa afya yako. Lakini pia a, sababu nyingine tunasema ni viungo vingine vya mwili vimeanza kuasilika. Ndio maana tumekuwa tukiambieni ukiona presha yako haishuki, basi lazima uzingatie e, za, kuna viungo vingine vya mwili vimeshaasirika, vinahitaji vinahitaji kupata tiba. Namba moja tunasema ni figo e, figo ambayo tunasema ni kidney issue kwamba haziwezi kusafisha chumvi na maji, hiyo ni changamoto. Ndio maana tumekuwa tukiwambieni kwamba uh, pressure huwa inaathiri viungo vingine kama figo, lakini pia tunasema kibofu cha adrenaline ambayo hapa kinaathiriwa na stress za uh, stress moja kwa moja ambayo inasababisha homoni kupanda, lakini pia uzito kupita kiasi. Ili nisiongelee tunajua kwamba unapokuwa na uzito kupita kiasi mafuta uh, yako yanakuwa mengi zaidi, kwa hiyo inasababisha pressure ishindwe kuteremka haraka. Ndio maana tumekuwa tukiwambia ni hakikisha unadhibiti pia uzito wako. Sababu nyingine kuchukua dawa vibaya, ambayo tunasema ni dozi ambayo muda au aina e, dawa. Watu wengi umeza dawa bila e, bila kufuata muda sahihi, kiwango sahihi, au kuchanganya dawa bila kujua, ambayo hii sababisha mwili kutosikia matibabu, kwa sababu mwili wenyewe unauchanganya Yani, jambo nyingine ni kwamba mwili wako wewe mwenyewe unauchanganya. Sasa kama mwili wako unauchanganya, lazima itakuwa ni ngumu sana kwa kuwewe kushindwa presha yako kuweza kushuka. Lakini tunasema mwisho, unatumia dawa bila kubadilisha mfumo wa maisha ambayo tunasema root cause, bado ipo eh, lazima tubadilishe mfumo wa maisha. Hatuwezi kupona, ah, eh, presha kwa, kwa, kwa, hatuwezi hatuwezi kupona presha kwa, kwa, bila kubadilisha zile sababu ambazo zilisababisha presha. Eh, eh, yani lazima tubadilishe zile sababu zilizosababisha presha, lifestyle na baadhi ya vyakula. Ndio maana ukija kwetu utapatiwa mfumo maalum wa hivi vyakula ambavyo vitakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kwa hiyo kama unateseka na presha, tuambie hapo chini kwenye comment, unafikiria wewe ni kwa nini presha yako inashindwa kushuka au kuteremka? Niambie hapo chini kwenye comment ili uweze kupata msaada kutoka. Kama utakuwa na changamoto yoyote, basi hakikisha unatuambia ili wa kwanza kupata pia dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili wengine waweze kupona. Karibu.